Juma, mzee wa Jambia. Uh, mzee wangu Juma Mosi, ikoje? Iko sawa, iko sawa? Ah, eh, tuko vizuri, uko sawa. Weekend yako ikoje, mzee? Ah, iko sawa, iko sawa kabisa uh. Na hasa ikiwa Liverpool kapoteza mechi yake ya kwanza msimu huu. Ndio. Bwana ulikuwa kama vile unasubiri kwa hamu sana, unajua. Unajua nilikuwa naitangaza hiyo mechi kupitia ulimwengu wa mabingwa Super Sport. Na Ijumaa hapa bwana wakati tunafanya uchambuzi yeah. uh, kuelekea weekend na mechi mbalimbali za weekend tulitazama hiyo yeah. mechi ya, ya Liva, uh, yes, na Crystal Palace, na ulisema uli unatamani kuona Liva wanaanguka. Nilikwambia naitazama kwa uchu <laughs> <laughs> kwa sababu timu zote mbili zilikuwa bado hazijaonja kichapo <laughs> sawa <laughs> na Palace, walikuwa kwenye fomu ya hali ya juu mno kabisa, mechi 17 wakiwa hawajapoteza kabisa. Dakika like za mwisho mtoto wa zamani wa Arsenal Edin Ketia eh, kapeleka majonzi Liverpool. Sasa tutakuja huko uh, katika anga la kimataifa uh, mwenzangu Wilson John Haruma alikuwa na gusia, gusia tu kukuweka sawa sawa. Manchester United Mzee wangu bwana vipi? Naona unatingisha kichwa tu. Eh. Hey. <laughs> <laughs> Kumbe hawajapona Bwana <laughs> <hey>, mambo mazito. Alafu <laughs> <laughs> ulisema unajua wiki uh, mlikuwa mlikuwa mnafanya uchambuzi hapo mkasema hey, mkasema mnaangalia wapinzani mna wa, wa United hawako bora zaidi kama msimu uliopita. Yes. Eh, lakini wame wameuzia mbumo wametumia vema uwanja wa nyumbani. Yes. Uchukua uh -huh, gongo tatu. Chelsea pia naye kachukua gongo tatu leo. But, bwana tuna mengi katika anga la kimataifa pale, pale nyumbani basi, bwana michezo, kaa na sisi eh, tukirudi tuna mengi sana katika anga la kimataifa pale baadaye. Tuanzie hapa nyumbani, naona wananchi wameua eh, eh, na kuweza kutinga hatua inayofuata. Imebaki hatua moja kwenda hatua ya makundi, baada ushindi ya ushindi ambao wameweza kupata leo, goli mbili kwa bila. Ni kama vile mashabiki walitegemea zipigwe goli nyingi sana pale kwa Mkapa lakini zimekuwa mbili uh. Pacome na Azizi Andambwile wakiwafungia wananchi. Huyo Azizi Andambwile anaona nyota yake inapa ina ina vibaya sana, nafikiri uh, kuna, kuna message anamtumia Musa Balaconte ndio uh, kwamba kama unategemea nita slow down wakati wowote uh, au nita nitapunguza kasi basi kaka hiyo <laughs> dua lako uh, unaweza kuendelea na shughuli nyingine, kwa sababu baada ya kufunga bao kwenye ile mechi ya kwanza Azizi Ndambwile kaingia wavuni tena hii leo mm. Yes, kuna mechi ambayo, um, inaonekana inone, kama ni mechi ya viungo, sababu pia uh, Pacome Zuzua pedo Ndia maestro naye akaingia kambani kwenye hii mechi yes. Um, mategemeo ya, ya, ya ubao wa matokeo kuwa ni mkubwa yalikuwa ni makubwa kwa sababu mechi ya kwanza Yanga ikaanza umeshinda goli tatu na walitengeneza nafasi nyingi ambazo Prince Mpumelelo Dube hakuweza kuzitumia vizuri kuzigeuza kuwa ni magoli ni magoli kwenye mechi ya kwanza, yes, kwanza. Kwenye, kuya, pia, uh, pia kwa hiyo kawa inategemewa pia kwamba nafasi zile uh, zikitokea leo kwa sababu Yanga Africans wako nyumbani uh, basi pengine ubao wa matokeo ule utakuwa ni mkubwa, lakini bado Yanga Africans wamejiheshimu, wamefanya kazi yao ambayo walipaswa kuifanya kwa maana ya hii ni aina ya timu ambayo walipaswa kuifunga nyumbani na ugenini. Wameifunga nyumbani na ugenini, goli tano bila kwenye aggregate, na Young Africans wanakwenda kwenye hatua uh, ambayo inafuata, kitu ambacho tulikiona na tulikisema uh, tangu uh, mara ya kwanza hii ratiba inapangwa kwa ajili ya Young Africans. Huyu mwalimu wa Yanga anaendelea kuroteti ku, ku, ku wachezaji, alisema kila mchezaji alisajiliwa Yanga atacheza yeah. Leo Kibwana naye kapata nafasi ya kucheza E, amekuwa anatoa huyu anaweka huyu, e, anajaribu ana huyu pia, na amekuwa anasisitiza kwamba na kikosi kipana na wachezaji bora zaidi na anataka wote wao wanatumika kwenye kikosi e, inawezekana kuna shabiki mwingine akiangalia kikosi kinachoanza cha Yanga anaanza ah, kwa nini tena na huyu yumo, lakini mwalimu ana mtazamo wa tofauti. ya Yeah, mimi naiona mi, mi, kama ni naona kama ni nzuri eh, yes, si nzuri kwa sababu inaongeza ushindani ndani ina ya kikosi yaani, hakuna mchezaji ambaye ana anajimilikisha. Of course yako maeneo ambayo, eh, mm. kuna wachezaji ambao wako ni permanent, huwezi kuona mabadiliko sio. Kwa mfano tumeona nafasi ya Jigi Diara iko pale eh, uh, ukiangalia kwenye center back tumeona mara kwa mara Dixon Joe pamoja na Ibrahim Baka wakianza. Uh, kwa Isla tumeona kianza mara kwa mara lakini leo kabadilishwa ameingia Shamali Kibwana. mm. uh, upande pia ule wa Boka tumeona pia Zimbu akipewa nafasi. Kwa hiyo naweza kusema kwa, Diara kwa ma center back na hapa kwa wazizi ya Ndamwile kumekuwa hakupokei mabadiliko ma, ma sana. Mwalimu inaonekana kama, kama anamwamini hiyo anamwamini hapo, lakini uh, nimesema ni kitu kizuri kuendelea kutengeneza competition kuendelea kutengeneza ushindani kwa wachezaji lakini pia ambacho unakielewa ni kwamba inaonekana kama mwalimu anajipa nafasi ya kuelewa na kuona uwezo wa kila mtu, ili usije ukapewa nafasi useme ah, bwana sikupewa nafasi ya kuonekana, sikupewa nafasi ya kuonyesha uwezo wangu. So kila mtu anapewa nafasi, ukipewa nafasi ipambanie nafasi yako yeah. So ndo mwalimu ambacho na, naona yeah, anajaribu kukifanya kwenye kikosi kwa hivi sasa. Ukipewa nafasi pambanie nafasi yako, ndo mwalimu anachokifanya no. kwenye kikosi cha wananchi Yanga uh, kwa sasa na natumai mashabiki watakuja kumwelewa, uh, kwa namna mambo yanavyokwenda kwenye kikosi cha wananchi na huo mchezo wao wa kimataifa na wamefuzu. Utakuja kutuambia Wilson, baada ya kufuzu hatua hii, Yanga huenda akacheza na nani katika hatua na inayofuata, uh, kabla hajaenda katika hatua ya makundi kwa sababu walishasema target yao uh, Young Africa ni kucheza makundi kwanza, hayo mengine tatakuwa nayawaza hatua kwa hatua uh, na target yao ilikuwa ni kucheza makundi kwa sasa. Kwa hiyo haya Yanga yamefanyika ya me, hivyo na ushindi uh, wa Yanga uh, kwenda hatua uh, inayofuata wameopata leo pale Benjamin Mkapa um, kwa ushindi wa goli mbili. Uh, kwa bila uh, katika mchezo ambao umelindima kwa siku ya leo. Lakini tukiachana na wananchi Yanga, mchezo ambao unaendelea kwa sasa uh, Singida Black Stars wako chamazi uh, wanacheza na Rayon Sports kutoka pale uh, Rwanda uh, na mechi hiyo inaendelea. Nilikuwa nametupia macho kikosi cha Singida Obasanyu, au Basonyu anaitwa goalkeeper yule uh, lakini mabeki wakati yuko chuku pamoja na Trap Uh, lakini pia yuko Kibabage Kofi uh, uh, Aucho na Gego. Uh, Gego ameanza kujihakikishia namba kwenye kikosi cha Singida. Uh, Gego na Aucho anacheza pale katikati uh, lakini mbele yao kuna maarufu Shakei, kuna Chama uh, lakini yuko Diomande pamoja na Rupia naye ameanza katika safu ya ushambuliaji pale. Aucho na Gego kaweka pamoja pale katika kiungo cha ukabaji Gego, kijana safi maridadi sana Gego, kijana ambaye anachokifanya Andambwile pale Yanga huyu yeah. uh, kijana Gego ana uwezo pia ukifanya akiwa Singida Black Stars. Gego yeah, ni, ni, ni, ni, ni, ni takla mzuri mm. uh, nafikiri ambacho hawezi kufanya Halidiaucho ndo anaweza kakifanya, kakifanya Gego yeah. uh, kwa maana ni, ni mwepesi sana uh, kwenda kutoa covering kwa mafulbeki wote wa, wa, wa, wa Singida lakini Uh, sio tu anasaidia kukaba au anasaidia kunyang'anya mipira kwa upande wa Black Stars, lakini pia ni mzuri sana kwenye kuanzisha mashambulizi. Mguu wake wa kushoto ule una, una, una pasi nzuri sana, kama ambavyo unafahamu Gego eh, wachezaji wengi wa Kizanzibari when it comes kwenye, kwenye kupasia hizo sio shida zao. Kwa hiyo Gego pia kuna pasi nyingi sana kwenye, uh, kwenye ule mguu wake wa kushoto, na mwalimu Miguel Gamondi anaonekana kama ha, um, ame, anafurahishwa na uwezo wake so partnership yake na Halid Aucho inaonekana kama uh, mwalimu Gamundi ataenda nayo sana kwenye uh, kwenye season hii. Hii mechi bado bado ngumu hii, hii, kwa sababu mechi ya Yanga uh, toka mapema ilionekana ni nyepesi nyepesi, yeah. Yani, Yanga kila mtu alikuwa anaamini kwamba Yanga anakwenda kumaliza kazi mm, na ndio alichokifanya leo, lakini kwenye hii mechi ya Singida na Rayon Sports bado ina ugumu wake, of course uh, bao mmoja unaweza uh, kusema mtoto mtoto mmoja huyo huyo Uh, kunguru wanamwangalia wachawi mm, wanamwangalia mm. Uh, bao moja linaweza kusawazishwa wakati wakati wowote, ndio ndio, uh, lakini unachotegemea kama kama Black Stars waliweza kupata bao ugenini, pia wana uwezo wa kuscore wakiwa Nyumbani, nyumbani. Chamazi. Yes, kwa hiyo bado nawapa na nafasi kubwa dio, ya kuweza kusonga mbele, uh, Black Stars. Na huo mchezo ndio unaendelea kwa sasa pale Chamazi kati ya Singida Black Stars uh, na uh, kutoka Rwanda, takuendelea kufahamisha nini ambacho kinaendelea kujili kwa sasa na matokeo yakoje, pia yote hayo utapata nafasi ya kuweza kuyafahamu msikilizaji, na tumeanza na timu zetu za Tanzania katika michuano ya wa kimataifa wananchi wa kitamba Singida Black Stars wako dimbani leo, simba wako kesho na Gaborone kutoka kule Botswana. Kocha Hamed Suleiman Morocco kapewa timu kwa muda na anaongoza Simba kesho, Benjamin Mkapa. Simba wanakwenda kucheza mchezo huo bila mashabiki na Hamed Suleiman Morocco anazungumzia namna alivyoandaa timu yake. Ni mechi ambayo uh, inataka maamuzi. Uh, jambo la kushukuru kwamba tuna injury sasa hivi na tuna last section yetu jioni ambayo ita itatupa picha nani anaweza kuanza kucheza baada ya kufanya mazoezi kwa siku mbili tatu. Tunaamini kama tuna kikosi kizuri na physical mentality, tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Of course bado hatujawa safe ukilinganisha na result ambayo tumepata mechi ya kwanza na mpira sasa hivi unaweza kupata matokeo popote pale, doesn't matter wapi unacheza. Kwa hivyo tunalijua hilo, na tumefanya preview ya mechi kwa, kwa kiwango kikubwa. Uh, tumeweza kurekebisha yale makosa ambayo tuliweza kuona katika mechi ya kwanza na, kama ambavyo nimesema, haitokuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu uh, ambayo inahitaji kupata matokeo, lakini mimi nafikiri tuko tuko vizuri, tumefanya assessment ya kutosha na naamini inshallah kesho tutapata matokeo. Uh, moja ya changamoto ambayo ipo ndo hiyo ambao kwa muda mrefu Simba imekuwa na consistency kwenye hizo mechi za preliminary. Uh, na mimi nalijua hilo na tunajaribu kushare na na wachezaji kuhakikisha kwamba tunataka kuvuka katika hii mechi ambayo ipo mbele yetu, na hata mimi sijawahi kufeli kwenye mechi ya mwanzo wote ya mashindano, kwa hivyo inanipa confidence kiasi fulani, sio kwa my experience. That's why naamini kwamba kwa, na, kwa kikosi ambacho tunacho kwa timu ya Simba kwa sasa sijai kuwa na pressure kwenye mpira sio? Nafikiri si si sijai kuwa na pressure. Ah. Ah. Nimeshesa mechi nyingi, nafikiri ah iko kama hivyo, na ningependa kuona wapenzi wana of course e, atakuja uwanjani lakini nafikiri atakuwa karibu na sisi kama ambavyo aa, msemaji amesema hapo. Nafikiri uh, katika mioyo yao watakuwa na sisi, wanasupport kwa nguvu zote kabisa kabisa. Hayo ni maneno ya kocha Ahmed Suleiman Moroko kuelekea mchezo wa kesho wa Simba na Gaborone. Tutakuja tumsikie msemaji naye amesema nini uh, msemaji wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba uh, akizungumza baadaye, utakuja kumsikia Wilson kwa dakika moja hii uh, Moroko siku zote ni mtu wa confidence sana, mtu wa kujiamini sana. Umemsikia anasema hajawahi kuwa na pressure kwenye kwenye kwenye mechi yote. Kwa hiyo watu walimuuliza, unajua Gaborone, unajua alicheza vizuri kwao e, wakija hapa licha kwamba Simba wana ushindi e, mambo yanaweza yakawa magumu na hakuna mashabiki kwa Mkapa. Anasema hajawahi kuwa na pressure yote, mashabiki watulie tu kwenye TV zao, wae support timu yao ya yeah. Uh, personal kwa kumjua Ahmed Suleiman Moroko mm, ye, ni mtu ambaye yuko hivyo mm, e, yani wewe unaweza ukaja na, na pressure na wasiwasi mkubwa Alafu ukamshangae eh, ni kama yuko ndani ya fridge, sio kabisa. <laughs> Fri ni, ni mtu ni mtu mtulivu uh, nyakati zote, sio ndio? Nah, kwa hiyo uh, of course hiyo ni hiyo ni kitu cha cha muhimu uh, uh, kwa sababu hiyo pia ita reflect kwenye kwa wachezaji ambao wao wanataka pia kumuona kocha akiwa kwenye uh,